Lete hela ya maji bwana, tu maji ta kwa mungu atakasao. E, e, ngoja, ngoja, ngoja, ngoja, ngoja, ngoja ngoja ngoja! Shida ni nini? Hataki kuchangia pesa ya maji? Haya maji ni lita ngapi? Ukienda dukani unauzua kiasi gani? ili dum lako lilokuja nalo ni la lita ngapi? Amekuomba uchangie kiasi gani? Ndugu zangu wa Tanzania, Serikali inatumia gharama kubwa kujenga hii miradi. Inapokutaka tuchangie gharama kidogo, ni kwa ajili ya uendeshaji ili miradi hii iweze kuwa endelevu oh. ni wajibu kuchangia huduma ya maji ili huduma iwe endelevu. Tangazo hili limeletwa kwenu na mkurugenzi mkuu wa RUWASA.